Kuna ugomvi ambao umezuka kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, unamuhusu Maimartha Jesse pamoja na Faiza Ally ambapo ishu ilianzia kwenye interview alifanya Maimartha siku ya jana na waandishi wa habari, ambapo alikuwa anazungumzia kuhusiana na masta wa kike wanaochezesha michezo na upatu ambao wana act kama vijumbe. Unajua ishu ya michezo na upatu imekuwa on trending sasa hivi baada ya msanii Nicole kukamatwa, alikuwa kijumbe, amekusanya pesa za watu na at the end of the day hizo pesa hakuzigawa kwa wanachama kwenye hiyo michezo so Maimartha Bwana alizungumza na kumtaja Faiza Ally ni miongoni mwa vijumbe ambao ashai kufanya nao kazi, alikuwa kijumbe wake kwenye mchezo na anasema alimcheleweshia pesa, yani kuna pesa ambayo alitakiwa kuipata kwenye mwezi husika, lakini mwezi ulisogeza mbele na alipitia mengi baada ya huyo Faiza kuwa kijumbe. So Faiza baada ya Maimatha kuongea hilo swala amekuja ku mind kinoma noma. Nimeona kwenye ukurasa wake wa Instagram ameposti kwamba ameenda polisi kumshtaka Maimatha. Ameandika niko Central polisi kwa kesi ya Maimatha, wenye kesi naye tujuane, alafu kumbe mume wake polisi ndio maana anajiona kwamba anaweza kufanya chochote, lakini sio kweli, polisi sio kwao, kwetu sote. So hii ni posti ya Faiza Ally baada ya Maimartha kuandika hivyo na kuzungumzia kuhusiana na michezo na kusema Faiza alikuwa kijumbe wake kwenye mchezo ambao walicheza huo muda ambao anaojua yeye, sijui ilikuwa ni mwaka gani au ni miezi mingapi hapo nyuma, lakini ni kitu ambacho alikizungumza, na reaction ya Maimartha baada ya kuona Faiza ameenda polisi na yeye amekuja na ushahidi wake, na kuna voice pia ambazo zilivuja zikisikika akiongea Maimartha Faiza Ally pamoja na mdogo wa Faiza Ally wakimuuliza ni lini ambapo Faiza alikuwa kijumbe kwenye huo mchezo ambao anaosema. So vitu ni vingi sana ambavyo vinaendelea kwa kus na naomba unawekea mtazamo wako hapo kuhusiana na lobifu ambalo limeanza kwenye mitandao ya kijamii, na hakikisha, na hakikisha una subscribe na turn on notifications ili tunailiyokwanza kupata habari ambazo zinawekwa hapa Info One, One extra. Mosh, mosh. Kichwa moshi hasn't toshi.